Zungumza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kweli ni siku ya furaha sana leo kumshukuru Mungu. Maana hata sisi wazee ametuvusha, ametuongezea siku tunafurahi. Tutaendelea kumtumikia. Kwa kweli tumepita huku nyuma na misuko misuko, lakini kuna wimbo unasema kwamba mbele ninaendelea. Na tuendelee kanisa, yaani tuendelee, tuzidi kutembea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Niwatakie heri ya mwaka mpya 2026. Musa akaulizwa, unatakiwa kwenda nchi yenu ya amani, nchi ya Kanaani, unatakiwa uende na nani? Akasema, tunataka kwenda sisi na watoto wetu na kila tulicho na nacho, sisi tunaondoka nacho. Maana yake ni kwamba Mungu wetu huko tunakoenda kumwabudu, anahitaji tuwe na kila kitu cha msingi kwa ajili ya kumpa sifa na utukufu. Mwaka 26 uanze ukiondoka na familia yako na mali yako na watoto wako na kila jambo jema kwa ajili ya kumtukuza Bwana. Vijana wetu, wazee wetu, mabinti zetu wamtukuze Bwana. Mwenyezi Mungu awabariki. Amen. Daktari Mburu, Mungu akubariki sana. Leo tu anze mwaka na Jumapili mpya kabisa kabisa kabisa kabisa hapo. Aa, ujumbe wangu ndani ni wa kiwia, ni kidogo nimekosa ni nguvu yake, imeisha imeisha. Kwa nini? Nikaweka hata ushahidi wa mzee Kalawa, nilimwita akaja kukuta hapo nilikotoka tangu jana na juzi na leo maneno yalikuwa naomba, inaimba kwa moyo na kwenye kichwa changu. Jamani, haya maneno ni mazuri sana. Sasa hapa aliposema Dr. Mburu hapa tu akayasema hayo maneno aya, mbona huyu anayasema maneno yangu? Nilitaka niyaseme halafu, nitakapoenda kuyarudia pale watasema nimemfuata Mburu. Na kumbe hayo maneno niliandika kwenye karatasi yangu nikamwita mzee Kala, njo akaja, nikamwambia angalia hapa hapa nimeandika hapa. Nimeandika nini hapa? ulisoma ukusoma bwana? Akasoma bwana. Hayo hayo aliyoyasema na mlango huo huo. Ala, nikasema hii ni kitu kizuri sana hiki. Kwa hiyo tumeenda kauli moja nzuri ambayo tunataka tuwapatia nyinyi leo katika kutoka sura ya tisa, dakika chache tusile muda wa watu mingi dakika chache tu nikamilishe. Hiyo ambaye kumbe nburu Roho Mtakatifu pia ameongea na yeye hayo maneno, na nafikiri ni muhimu sana hayo maneno kutoka tisa, no, kutoka kumi. Kitabu cha ja Biblia kinaitwa Kutoka sura ya kumi mstari wa tisa, Kutoka kumi mstari wa tisa, kama sijakosea hapo. Nitawasomea tu, sitawahubiria sana sababu so, tuna mahubiri hapo mbele yetu. Imeandikwa hivi, Musa kamjibu, tutakwenda na vijana wetu na wazee wetu na wana wetu na binti zetu tutakwenda na kondoo zetu na ng'ombe zetu na fedha. Amefupisha maana, hata angejaza kitabu chote, na pakaja ataje na kungu na kuku ifingi hapo, kwa kuwa imetupasa kumfanyia Bwana sikukuu. Yesu asifiwe sana, tutakwenda hivyo hii ishirini ishirini na sita, wa ndugu, nawaomba tualikane hivyo, twende wote kwa Bwana zee wetu, jana wetu, ndani wetu, mama wetu, watoto wetu, twendeni. Hili ilikuwa kauli mbiu ya Musa, Haruni na wenzake kwa safari ya kwenda kwenda nchi ya ahadi. Sisi hatuendi Israeli, tukienda tunaenda kutembea tu, lakini safari yetu kuu, twendeni wote tutembee wote, toto wetu. Yesu asifiwe sana! twendeni wote, asonekeni miongoni mwetu, anaachwa anasahauliwa anapoteapotea potea. Ah, ah, mwaliko wote, twendeni wote, twendeni wote. Mungu ametwita, njoni ninyi nyote. tena Yesu ametamka kabisa, njoni ninyi nyote, ametualika na sisi Mungu ametualika watu, watu wa SCC hapa kanisani hapa, asiwepo hata mwenzetu mmoja atakijiburuza nyuma, wote tuwe na mstari wa mbele, asiwepo nyuma, mzee kijana amepotea a, wote twende pamoja. Na tunapoona watu wanarudi kanisani hivi, inajenga hoja, kama ndiyo tunaondoka tunaenda. Nilikuwa nikipima hewa ya ulimwengu mzima kiroho ulimwengu mzira keno, nchi zote za ulimwengu nimejaribu kupitia, sio Saudi Arabia, sio wapi, sio Amerika, sio Ulaya, sio Afrika, sio wapi, naona kama mfumo wa Mungu katika watu wake, mfumo wa Mungu ndani ya watu wake unaenda, unaenda. Nigeria litaka kujiinwinuwaku kamatakamata waumini kuwa wapata hofu kuwaua lakini imezima hiyo. Naona hali yote kwa ujumla, tunaenda tukipima. Nchi yetu imani ya Kikristo, imani ya kiroho linaenda mbele, sijona pamesinzia. Yesu asifiwe sana, twendeni wote sasa. Hapa ninapomaliza hapa nataka nifanya ngonjera. Apa Mzengala njo nisaidie, nifanye ngonjera ndogo, maana watu hawajanisikia ngonjera ndogo. Njo baba, njo Njo, eh, kama ni mjasiri nitafurahi sana njo, ah, ya, ya, ya nani kijana hapa? Kijana jana gani hapa? Yumo kijana kijana hapa? Ona ah, watoto lundo doe eh. <laughs> Kijana hajaoa alia hajaoa tu kijana, mi sioni vizuri eh, eh. Ah, huyu naye aje, lakini yuko young sana, lakini aje kijana mwingine amekoma koma. Nani huyo? Yuko wapi? <tinyo> Eh, hili. Eh, he, ah, you come. Baba, <tinyo> ni hili you hilia njo baba wewe, ndi mwenye kuliko hata huyetu. Wewe ni bora kuliko huyu, ndiyo. Alafu sasa mzee mwingine aje hapa, mzarekai njo eh, baba yangu huyu, jo mzarekai. Eh, unafikiri tutaacha tunaenda wote wotekawewe uh -huh. Wewe mi na wewe tutasimama hapa hivi oh. Alafu kijana njo huyu mkubwa mkubwa, fuatia hapa uh -huh. Ila mbinguni hatwendi wanaume tu jamani, uh -huh. mama, njo hapa mama nani? uh -huh. Njo na wewe bwana huyu hapa Wamama, we uko katikati, au sio? Mzee sana uko hapa katikati unawakilisha. Tona, wewe mtoto, kakike kakike, kako wapi? kakike kako wapi? Tona, wewe kakike, kanakataa, kanaogopa. Kakike hakuna? Ehe, ndio. Bibi kakike ako hapa. Musa anazungumza. Yes, you are here. Sawa kabisa, sawa kabisa, very good, veoo, uh-huh. sawa kabisa. Musa anaongea huyo, anagopaga wanaume safi. wanawake wanaogopa wanaume, wanaenda mbinguni, si ni sawa? wanaume wasiogopa wanawake, wanaenda motoni. Sasa mama, umetangaza vizuri hapa, gopa wanaume, wanaume ni madudu. Sasa jamani, <laughs> hii ni safari ya kwenda wapi? Kwa Mungu tunaenda na nini? Na watoto wetu tunaenda na nini? Navijana Navijana Navijana na vijana wetu tunaenda na, na nini? Na wazee wetu, bwana. Sasa jamani, huyu kwa kuwa hajui matching, nitaka tu tumtembee mwende hivi muje murudi mlikokuwa waongoze sarakasi hii, uh-huh. Tunasafiri, tunasafiri tunaenda mbinguni. Anaona hawa watoto wetu, Sunday school inaheshimiwa. Vijana wetu jumaine inaheshimiwa. Mwacha ende, amechoka <laughs> vijana wetu jumaini inaheshimiwa, vijana idara ya vijana, wamama wetu u inaheshimiwa na ndio maana iko hapa na wazee wetu. Tuende tena duara moja na wazee wetu, hata kama hatuna chama, maana maihara yote tizi tumeyazaa. Serikai yuo kanisani kila mwaka namwona, kila mwezi namwona, anaumwa anakuja, amepona, yuko na sisi. Hawa safari tunaenda mbinguni. Sasa waende mbinguni eh? oh. Hiyo ni kauli ya Musa na ni kauli yetu ya mwaka huu pia. Tusiachane, tusiachane. Kwanza wa mwisho mzee sana na wa mwisho mtoto sana, twende wote what. Na wote wapate heshima kwa Mungu, wabarikiwe na Mungu na waheshimiwe na watu wote. Kanisa hili mfumo wake uko hivyo, twende wote kwa heshima moja, tutafika kule Mungu anataka.